Watu wengi sana wanapenda maisha ya kufanikiwa, na hii ndiyo ndoto ya kila mmoja wetu, kwamba kila mtu anatamani kufanikiwa. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulielewa ni hili, wote hatuna malengo ya aina moja. Kipindi hicho wewe unataka kufanikiwa katika uchumi, kuna mtu mwingine anataka kufanikiwa katika amani ya moyo wake ya kipindi hicho, wewe unataka kufanikiwa katika amani, kuna mtu mwingine anataka kufanikiwa katika uchumi. Kipindi hicho, wewe unataka kufanikiwa katika uchumi, kuna mtu mwingine anataka kufanikiwa katika ndoa, manake awe ana ndoa ambayo imeendelea, awe ana ndoa ambayo ina amani, awe ana ndoa ambayo imetulia, awe ana ndoa ambayo ina mcha Mungu eh? awe ana ndoa ambayo yani, inatengeneza uhai na afya ya familia kwa ujumla. Sasa, uzuri wa haya mambo yote, hatuwezi kufanikiwa bila kujifunza. Wote waliofanikiwa katika hayo mambo yote walijifunza. Sasa, ili uweze kufanikiwa katika hayo mambo yote, unatakiwa utenge muda, uanze kujifunza vitu sahihi ambavyo vitakufanya wewe uweze kufikia yale mafanikio ambayo unayataka. Karibu katika siku ya leo ambayo pia nimekuandalia somo lenye nakshi na bashasha ambazo zitakufanya wewe uweze kuja kuishi maisha ya ndoa ya ndoto yako. Katika maisha yetu, kila mtu akiwa bachela ana ndoa ya ndoto yake, amini nakwambia ya. Yeah, kila mtu na mabachela wote kisaikolojia wameoa ya. Yeah, una uwezo wa, wa kukutana na mdada anatembea, eh? Una uwezo wa kukutana na mdada anatembea ukamsalimia, mambo vipi, asikuitikie usijute, usisikitike, usimuone anaringa, anaongea na bebi wake, anaongea na mumewe. Maanaake nini? Anauwezo wa kuwa anatembea, lakini kisaikolojia hayupo eh? Kifikra hayupo katika lile eneo eh? Anauwezo wa kuwa anabebiswa pale, anaweza anafikiria kabisa kwamba anaulizwa na, kaa, kama, mmewe umepika nini ya, serious kabisa. Je, zile nguo zangu ambazo eh, nazipenda umezifua? Anajibu, my dear ni katika fikra manake, kila mtu ana ndoto ya kuwa na ndoa ya aina fulani. Sasa karibu katika somo letu ambalo nimekuandalia na litakusaidia wewe ambaye unajiandaa kuingia kwenye ndoa, uweze kuja kuishi maisha ambayo unayapenda, maisha yenye nakshi, maisha ambayo yanaukonga moyo wako, ukiwa ndani basi unajihisi mwenye bahati kuwa ndani ya ndoa hiyo. ya nimekuandalia mambo ya msingi manne ya kujifunza kabla ya kuingia kwenye ndoa yako. Mambo ya msingi manne ambayo lazima uweze kujifunza na kuyajua kabla haujaingia kwenye ndoa, itakusaidia wewe uweze kuishi maisha mazuri ya yeah. Ndiyo mister ya yeah, itakusaidia sana naam madamu <laughs> yeah. Sasa uh, jambo nambari moja ambalo lina uwezo kusaidia wewe ukijifunza na uwezo wa kusaidia wewe kuja kuishi maisha mazuri jifunze kubadilika. uh, unapotoka kwenye ubachela